Miongoni mwa sifa zinazombeba Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi kwenye uongozi wake ni namna anavyosimamia misingi ya uwazi, uadilifu na nidhamu ya kazi. Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi ni mtu ambaye anapoahidi huwa anatekeleza. Na alafu ni mtu ambaye anajali maslahi ya umma. Ni mtu ambaye anapotoa ahadi lazima ajue az, az, kama ile ahadi kweli nimeitekeleza ndio afanye jengine. Dk. Hussein Mwinyi anapenda kuhakikisha kila mwenye haki yake anaistahiki ambayo inatoka serikalini, serikali itimizwe ajili yake, na amefanya hivyo kwenye mambo mengi. Yako mambo ambayo yametokea tokea awamu zilizopita, lakini kwa sababu ya kuona kwamba hili li, anastahiki mtu husika amechukua hatua bila kuangalia kwamba hili halikufanywa kwenye awamu yangu, na huu ndio uongozi bora ambao sisi kila wakati tunasema ni uongozi ambao unaacha alama. nachoweza kuwaambia wananchi wa Zanzibar kwamba imani huzaa imani, kwa imani walinionyesha, nitajitahidi kufanya kazi zangu kadri nitakavyoweza ili kuwatumikia kwa dhati, ili kuhakikisha yale yote mnaoahidi tunayatekeleza na tutamwomba Mwenyezi Mungu atusaidie tuweze kuyavuka Oktoba tunatiki.